Kama umewahi kumsikia mchungaji mzee mwaminifu akitoa mahubiri yake ya mwisho, mahubiri yake ya kuaga. Nami nimeshawahi kusikia machache kwa miaka yote hii. Mara nyingi huwa yanatia moyo, yanainua roho na pia yanatoa changamoto. Mahubiri hayo yatakumbukwa na kuthaminiwa kwa muda mrefu baada ya hapo. Sasa ni bora ujifunge mkanda leo, kwa sababu Yesu yuko karibu kutoa mahubiri yake ya mwisho hadharani, na wale watakaoyasikia watayakumbuka kwa muda mrefu. Ni ni ujumbe wenye nguvu sana kwa kweli. Huu ni onyo kuhusu hukumu inayokuja. Yesu atahubiri sasa mahubiri haya katika ua wa hekalu. Hapa ndipo alipokabiliana na maswali yote magumu ya ujanja na ya hila kutoka kwa Mafarisayo, waandishi, wa Herode na Masadukayo. Sasa tuko katika Madhayo ishirini na tatu na anamalizia kipindi chake cha kufundisha hekaluni, na atatoa ujumbe huu ambao unaanza hapa kwenye mstari wa pili. Waandishi na mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa, basi fanyeni na shikeni yote wanayowaambia lakini, msifanye matendo yao, kwa maana wao husema lakini hawatendi. Yesu anasema wameketi katika kiti cha Musa, maana yake wanafundisha sheria ya Musa. Amri wanazofundisha zinapaswa kutekelezwa, lakini walimu hawa wenyewe hawafuati mafundisho hayo katika maisha yao binafsi. Nakumbuka niliposikiliza mtu mmoja akihubiri kwenye redio zamani. Alikuwa mwandishi maarufu wa vitabu, alikuwa amesafiri duniani kote na aliweza kuwavutia wasikilizaji wake kabisa. Ni baada tu ya kufariki kwake ndipo ilipothibitika kwamba alikuwa na vimada katika nchi kadhaa alizotembelea. Hakuwa anaishi kulingana na yale aliyokuwa anahubiri. Miaka iliyopita, mimi na mke wangu tulikuwa Vienna, Austria na tulikuwa huko tukifanya huduma fulani tulikuwa pia tunatembelea maeneo mbalimbali na sehemu ya ziara yetu ilikuwa kwenye jumba zuri sana na bustani za askofu wa Kikatoliki aliyekuwa anaishi kane nyingi zilizopita. Mwongozaji alituambia kwamba askofu huyo aliishi hapo na mpenzi wake na watoto wao. Basi hawa watu ambao Yesu anawaelezea hapa, wakishika nafasi za heshima, ni sawa kabisa na watu hao. Wanahubiri lakini hawatendi yale wanayofundisha. Sasa Yesu anaelezea hapa jinsi wanafiki hawa wa kidini wanavyopenda kuwawekea wafuasi wao mizigo yote hii, mapokeo na sheria, lakini wao wenyewe hawataki kubeba mizigo hiyo hiyo. Ni mstari wa nne. Anasema kile wanachotaka kweli ni kupata umakini kwa ajili yao wenyewe, hiyo ni mstari wa tano. Wanataka viti vya heshima mbele ya watu, mstari wa sita. Halafu mstari wa saba, wanapenda kuitwa kwa majina haya ya heshima. Wanapenda sana vyeo. Nakumbuka miaka mingi iliyopita nilipokea shahada ya heshima ya udaktari. Ilikuwa ni ishara ya upole sana, lakini ilinifanya nijisikie nimekuwa sana. Hatimaye niliamua kushusha ile diploma na kuiweka kabatini na kuondoa cheo cha daktari kwenye vitabu au machapisho yoyote ambayo yangetolewa tangu wakati huo. Kwa kweli nakubaliana kidogo na mhubiri mmoja wa zamani niliyemsikia siku moja, aliyesema kwamba shahada ya heshima ya udaktari ni kama kuweka krimu tamu juu ya kitunguu. Basi mimi ni kitunguu na krimu tamu haikunisaidia kabisa. Yesu anasema hapa kwenye mstari wa tisa, wala msimwite mtu yeyote duniani baba yenu, kwa maana mna baba mmoja aliye mbinguni. Sasa Yesu hasemi kuhusu baba yako wa damu bali anazungumzia kiongozi wa kiroho. Usimuite baba. Kwa kweli tukumbushane kwamba sisi sote ni vyombo vya udongo vya kawaida ambamo injili tukufu imemiminwa, Mbili wa Korintho 4:7. Sasa katika mtiririko huo huo Yesu anawakumbusha hapa kwenye mstari wa kumi na moja, aliye mkuu kati yenu atakuwa mtumishi wenu yeyote ajitukuzaye atashushwa na yeyote ajishushaye atatukuzwa. Sasa nadhani waandishi na mafarisayo wamesimama hapa wakiwa wamejaa hasira, wakati Yesu anawaonya watu kuhusu wao, lakini bado hawajasikia chochote hasa. Yesu sasa anaanza kuwahutubia moja kwa moja hawa Mafarisayo kwa mfululizo huu wa ole. Sasa ole kimsingi ni tamko la hukumu si la kisasi wala si la chuki bali ni onyo kali sana. Na kuna ole saba hapa, na kila moja inatoa sababu yake. Kumbuka sasa kwamba Yesu anawaelezea waandishi na Mafarisayo kama kundi zima. Wengine baadhi yao kwa kweli ni waaminifu, wengine wanatafuta ukweli kuhusu Yesu, na baadhi yao watakuja kuamini baadaye. Kwa hiyo anazungumza nao kama kundi Anaanza hapa kwenye mstari wa kumi na tatu: Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa maana mnawafungia watu milango ya ufalme wa mbinguni; ninyi wenyewe hamwingii, wala hamwaruhusu wale wanaotaka kuingia waingie. Kwa maneno mengine, kukataa kwenu Kristo ni jambo baya tayari, lakini pia mnawafanya wengine wamkatai Bwana. Ole wa pili hapa kwenye mstari wa kumi na tano unahusiana na juhudi zao za kutafuta waongofu wapya. Yesu anasema kwamba waongofu wao wanakuwa watoto wa Jehanamu. Hii inamaanisha kwamba wamepotea zaidi kuliko awali kwa kuwafuata Mafarisayo. Sasa katika ole wa tatu hapa kwenye mstari wa kumi na sita, Yesu anawaita viongozi hawa wa kidini viongozi vipofu, ambao wanaapa viapo au kiapo vinavyosikika vya kiroho, lakini hawamaanishi hata kimoja. Wao wanatafuta njia rahisi kwa kweli za kuvunja ahadi zao wakati wowote wa watakapotaka. Sasa ole wanne hapa kwenye mstari wa ishirini na tatu Yesu anasema mnapa sadaka ya kumi ya mnanaa na bizari, lakini mmepuuza mambo makubwa zaidi ya sheria, haki na rehema na uaminifu. Hapa ni ini ucheshi wa kejeli. Yesu anasema haya, basi, mko hapa mkihesabu mbegu zenu ndogo ndogo za bizari ili mtoe zaka ya moja kati ya kumi, lakini mnapuuza mambo haya makubwa na muhimu ya uadilifu na haki. Kama Yesu anavyosema hapa kwenye mstari wa 24 wao wanajaribu kuepuka kumeza inzi mdogo, lakini wanameza ngamia. Kwa maneno mengine, wanazingatia mambo madogo madogo na wanapuuza mambo makubwa. Sasa ole watano unaanza hapa kwenye mstari wa 25 na tano, na ole wa sita kwenye mstari wa 27 wote wawili wanasisitiza unafiki tena. Yesu anasema kwamba wao ni kama kikombe kinachoonekana safi, eh, kwa nje lakini ndani kimejaa uchafu. Hakuna mtu, hakuna mtu anayefanya hivyo. Unajua mimi hunywa kahawa karibu kila asubuhi, na kama hilo linakusumbua, natumaini utazoea eh, hivi karibuni, lakini mimi sijawahi kuacha kahawa kwenye kikombe changu kutoka jana halafu nisafishe na kupangusa tu nje ya kikombe. Sasa kikombe safi ni kile kilicho safi nje na ndani. Basi Yesu anaendelea kusema kwamba hawa viongozi wa kidini ni kama makaburi yaliyopakwa chokaa. Wanasafisha mawe ya makaburi, wanajaribu kuficha mauti iliyopo ndani. Kwa hiyo anasema hapa kwenye mstari wa ishirini na nane nini: pia kwa nje mnaonekana kuwa wenye haki mbele ya watu, lakini ndani, yaani moyoni, mmejaa unafiki na uasi wa sheria. Sasa ole wa saba na wa mwisho unaangazia aina hiyo hiyo ya unafiki ila kwa mfano tofauti. Viongozi hawa wa kidini walijenga makaburi mazuri kwa ajili ya manabii ambao mababu zao waliwaua, waliwatesa, na Yesu anawaambia hapa kwamba wao pia wana ile ile tabia ya kuwa kama mababu zao, hata sasa hivi wanapanga njama ya kumuua nabii Yesu. Lakini Yesu anatoa hukumu kali hapa kwenye mstari wa thelathini na tatu nini nyoka, kizazi cha majoka, mtawezaje kupona hukumu ya jehanamu? Ya, ngoja nikuambie kidogo, siwezi kufikiria maneno makali zaidi kutoka kwa Yesu kuliko haya. Sasa ujumbe huu wa kugusa na kushtua dhamira utafuatiwa na matukio mawili kwanza, hapa kwenye mstari wa 37, Yesu sasa analilia Yerusalemu. Analia kwa ajili ya taifa la Israeli, anahuzunika kwamba hukumu inakuja na anahitimisha kwa kusema hapa kwenye mstari wa 39, hamtoniona tena mpaka mtakaposema amebarikiwa ajae kwa jina la Bwana. Na ngoja ni kuambie, hiyo ni mwanga mdogo wa tumaini kwa Israeli. Mungu hatawaacha kabisa. Biblia inatuambia kwamba siku moja taifa hilo litampokea Yesu atakaporudi mara ya pili kuanzisha ufalme wake wa miaka elfu moja. Sasa kuna tukio moja fupi zaidi lililorekodiwa katika injili za Marko na Luka, wakati Yesu bado yuko pale katika ua wa hekalu. Inaonekana ameketi na anawaangalia watu wakitoa pesa zao kwenye masanduku ya sadaka ya hekalu. Marko anaandika katika sura ya kumi na mbili mstari wa arobaini na mbili kwamba mama mjane maskini anakuja pale na anaweka sarafu mbili ndogo za shaba. Hii ilikuwa na thamani ya senti moja tu na Yesu anawaambia wanafunzi wake hapa katika mstari wa arobaini na tatu, mjane huyu maskini ameweka zaidi kuliko wote waliotoa kwenye sanduku la sadaka kwa sababu wao wote walitoa kutokana na wingi wao, lakini yeye kutokana na umaskini wake ameweka kila kitu alichokuwa nacho. Hivyo basi, hapa kuna mwanamke ambaye anasimama kwa tofauti kubwa kabisa na wale wanafiki. Yeye hafanyi maonyesho mbele za watu. Hana hata wazo kwamba Bwana wa ulimwengu anamwangalia. Hakuna unafiki hapa, kuna tu ibada rahisi ya kweli na ya kujitoa kwa Bwana wake. Ni kama Yesu anataka kusema, mwishoni mwa ujumbe huu anatutia moyo kuwa kama yeye. Usiwe kama wale viongozi wa kidini wanaotaka kutukuza majina yao. Hapana, mtukuze Kristo. Tukuza jina lake leo, popote ulipo, ili kumletea utukufu na heshima. Basi hadi tutakapoanza safari tena, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.